ona ni zingua yani, kutwa kuzima umekaa, uwe nini hapa? usinitafutie jela? Yani unaachia mtoto wa chekechea mtoto wa daa saa kwanza, maliza nayo. Wewe hebu niachie, maliza nayo simkawize basi, kumbe oga